Chama cha the Equitable Party TEP kimeendeleza ku, uh, kimependekeza kushukishwa kwa ushuru unaotozwa wafanyabiashara ili kutoa nafasi kwa wawekezaji wengi wa biashara kunawiri. Aidha, akizungumza wakati wa kuzindua usajili wa wanachama katika kaunti ya Kwale, kinara chama hicho Gilbert Shanga alisema kuwa hatua hiyo itawezesha biashara nyingi kutoa nafasi zaidi za ajira kwa Wakenya. Aidha chama hicho kimetaka mgao wa basari kuondolewa kutoka kwa viongozi wa kisiasa na mgao huo kupelekwa moja kwa moja kwa shule zote za umma kulingana na mahitaji ya shule hizo. Tukiwa na vitu kama low taxes inamaanisha watu wengi wataajiriwa, sababu kutakuwa na businesses zinakuja into the country from other, uh, from other countries or even watu wanawezaanzisha biashara hapa wanaandikiza uh, wenzetu wanalipa ushuru kidogo na watu wengi watalipa ushuru. Sasa hatutakuwa na mambo ya tunapeleka watu wetu nje za, uh, inji za nje ndio wafanya kazi. Change can start anywhere and it can move. Na the most important change that needs to be happening in Kenya ni change ya wale watu viongozi wetu ambao sio wakupora mali, wana jina nzuri. Mtu akiongea mimi nimekuwa deputy governor, mkiangalia, hakuna mahali popote utakuta jina langu lina dosari.